Ni linaniumiza moyo, linanikatakatamaini. Kuna hawa watu ikitoka kazi ya grupu hawaji kwenye discussion hey. Alafu wanataka waandikwe majina wapate maxi za grupu assignment hey. Kelele za nyie, mna kelele nyie, kazi tu kusema nyie discussini, sisi tutatoa hela hey. Yenyewe ndio leo nawaomba mkome. Nasema tena na mkome, makasongo nyinyi, sijui ni watukane yaani ah. Hili jambo linanikela nikela lina nikaba ko ah.